Ndugu wapendwa, karibuni neno la Mungu na tafakari ya sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, ikiwa leo ni tarehe moja mwezi wa kwanza 2026, mwaka mpya. Ndugu wapendwa, leo ni tarehe moja mwezi wa kwanza 2026, tunaanza mzunguko wa mwaka 2026. Hivyo leo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa neema na baraka alizotujalia katika mzunguko wa mwaka 2025 na, na tuombe neema na baraka katika mzunguko mpya wa mwaka 2026 ambao tumeuanza Mama Bikira Maria mama wa Mungu amekuwa mwombezi wetu kwa mwaka mzima elfu mbili na ishirini na tano na leo tunapoanza mzunguko mwingine wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita tunazidi kuomba baraka na maombezi yake. Tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili tulisherekea mtoto aliyezaliwa na Bikira Maria. Leo tunamsherekea Bikira Maria mama wa mtoto tuliyemsherekea tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili. Tunapaswa kumsherekea Bikira Maria mama wa Mungu kwa sababu yeye ni Eva mpya alibeba mimba ya mwana wa Mungu akazaa uhai na wokovu, na wakati Eva wakale alibeba mimba ya dhambi akazaa mauti. Ndugu wapendwa, wa sherehe hii imewekwa leo tarehe moja mwezi wa kwanza. Kwanza kabisa, ilipokamilisha oktava ya Noeli. Oktava maana yake, kwa muda wa siku nane tumesherehekea Noeli kama tulivyosherehekea siku ya kwanza. Siku nane zilizofuata baada ya tarehe 25 zimepewa hadhi sawa kama siku ya kwanza ambapo ukamilisho wake ni leo. Hivyo tunapokamilisha oktava, tunakumbuka nafasi ya mama Bikira Maria mama wa Mungu katika kumzaa mkombozi ambaye ni Mungu. Tumekuwa tukisherehekea kuzaliwa kwake. Pili, sherehe hii imewekwa leo ili kuthibitisha kuwa Bikira Maria aliyemzaa Yesu ni mama wa Mungu, kwani wazushi walipinga kuwa Bikira Maria sio mama wa Mungu. Tatu, sherehe hii imewekwa leo tarehe moja mwezi wa kwanza ili kuanza mwaka na mama Bikira Maria mama wa Mungu aendelee kutuombea mwaka 2026. Hivyo mwaka tunaanza na Bikira Maria mama wa Mungu ambaye ni mama yetu sote na ni mwombezi wetu. Somo letu la kwanza linatoka kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya 22 hadi 27: Bwana alinena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, waambie hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli, mtawaambia: Bwana akubarikie na kukulinda; Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili; Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mungu, somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya nne aya nne hadi ya saba. Ndugu zangu, ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana; na kama u mwana, basi u mrithi kwa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wasomwetu wa Injili anatoka katika Injili ya Luka. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako somo katika injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Kwako ee Luka, utukufu Bwana. Sura ya pili ya 16 hadi ya ishirini na moja supiri wachungaji walienda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji, lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona, kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku nane za kumtahili, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza Mungu anamwamuru Haruni na watoto wake wa kiume kubariki wana wa Israeli, na anaelekeza namna ya kutoa baraka kwamba waanze kwa kusema: Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kitabu cha Hesabu sura ya 6:24 hadi ya 26. Baraka hii ilitolewa baada ya kutolea sadaka ya shukrani kwa Mungu kwa kumaliza kipindi kimoja na kuanza kipindi kingine. Hivyo nasi tunapoanza mwaka tuyatumie maneno hayo kuwabariki wengine kupitia somo la kwanza, tunapata mafundisho matatu yafuatayo. Fundisho la kwanza, Mungu ni chanzo cha baraka. Mungu aliwaamuru wanapotoa baraka waanze na kumtaja yeye, Bwana akubariki, Kitabu cha Hesabu sura sita ya ishirini na nne hadi ya ishirini na sita Kwa maana ya kwamba Mungu ni chanzo cha baraka zote kwamba anayebariki sio binadamu bali ni Mungu mwenyewe. Ndio maana ukimsaidia mtu kitu anaanza kwa kusema Mungu akubariki, akiwa anamaanisha kwamba Mungu ni chanzo cha baraka zote na ni Mungu ndiye ambaye anakubariki. Nasi tunapomalizia ibada ya misa takatifu tunamalizia kwa kusema awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, kwani anayebariki ni Mungu mwenyewe kupitia padri. Hivyo nasi tunapomaliza mwaka na kuanza mwaka mpya tujitahidi kumaliza mwaka na Mungu kwa kumshukuru na kuanza mwaka na baraka za Mungu kwa kwenda kanisani kuomba baraka katika mwaka mpya ambao tumeuanza. Fundisho la pili tunalopata kupitia somo la kwanza leo, tunapaswa kutakiana baraka. Katika somo la kwanza tunasisitizwa kuwa watu wa kutakiana baraka na kubarikiana na kutakiana mema na mafanikio katika maisha yetu ya kila siku, kwani tunaanza mzunguko mwingine mpya wa mwaka 2026. Baraka ni kumnenea mtu au kitu jambo jema ambalo litamletea furaha amani. Hivyo tunapaswa kuwa lango la baraka kwa wengine na sio lango la laana kwa wengine. Hivyo tunapoanza mwaka 2026, tuwanenee mema watu wengine, tutakiane baraka, tuwatakie baraka wazazi wetu, ndugu zetu, marafiki, watu waliotusaidia na wanaotusaidia maishani tuwatakie baraka walimu wetu, viongozi wetu wa dini na serikali. Tutembeleane kutakia na kutakiana baraka, tupigiane simu la kutakiana baraka, tusameheane ili baraka za Mungu zitufikie. Fundisho la tatu kupitia somo la kwanza, namna ya kutakiana baraka. Ndugu wapendwa, namna ya kutakiana baraka tumeelekezwa katika somo letu la kwanza: Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulia uso wake na kukupa amani. Katika aya hiyo neno Bwana limetamkwa mara tatu. Maana yake Mungu anapaswa kuwa kiini cha baraka. Baraka zetu zote huanzia kwa Mungu. Ndiyo maana Mungu alimwelekeza Haruni na wanaye wa kiume namna ya kutoa baraka ya kikuhani. Nasi tunapoanza mwaka tuyatumie maneno hayo ili kuwabariki wengine. Hivyo tunapoanza mwaka tuwaombee waliopewa dhamana ya kutubariki ili watubariki. Katika somo la kwanza, kwa kupitia Musa, Mungu alimpa mamlaka Haruni na wanawe wa kiume ili waweze kutoa baraka ya kikuhani kwa taifa la Israeli. Baraka hiyo ilikuwa ni baraka ya kikuhani. Makuhani wetu leo ambao ni wapakwa mafuta wa Bwana ni mapadi wetu. Tuombe misa katika familia na jumuiya zetu ili tupate baraka za Mungu kupitia makuhani wake, kwani baraka nyingine hazitolewi na mtu yoyote isipokuwa kuhani tu. Leo tunapaswa kushiriki misa takatifu ili baraka ya kikuhani isitukose. Mwaka, tukiwa na baraka za Mungu. Ndugu wapendwa, somo la pili linazungumzia wakati ulipowadia Mungu alimtuma mwanaye aliyezaliwa na mwanamke ambaye ni Bikira Maria, Waraka Mtume Paru wa Garatia sula4 ya 4, 4. Hivyo kupitia somo la kwanza tunapata mafundisho mawili yafuatayo. Kwanza, Mungu ni bwana wa nyakati wapendwa, kama tulivyosikia katika somo la pili kwamba wakati ulipowadia Mungu alimtuma mwanae aliyezaliwa na mwanamke ambaye ni Bikira Maria. Hii inamaanisha kwamba Mungu ni Bwana wa nyakati zote, yeye anaongoza kila kitu kitimie kwa wakati wake. Ndio maana mvua hunyesha kwa wakati wake, baridi huja kwa wakati wake, joto huja kwa wakati wake. Kwa sasa tumevuruga nyakati za mvua, wakati mwingine hunyesha kidogo, wakati mwingine hunyesha mvua nyingi na wakati mwingine hainyeshi kabisa. Lakini Bwana wa nyakati, kila kitu aliweka katika nyakati zake. Hivyo tunapoanza mwaka tujitahidi kupanda miti ya kutosha ili kila kitu kiwe kwa wakati wake na tusiharibu mazingira. Katika kipindi hiki cha Noeli tunasherekea upendo wa Mungu Baba, Bwana wa nyakati. Wakati ulipotimia, Mungu Bwana wa nyakati alimtuma mwanaye Yesu Kristu aliyezaliwa na Bikira Maria. Mungu aliruhusu mwanaye azaliwe na mwanamke chini ya sheria na akaziishi ili atukomboe. Fundisho la pili tunalolipata kupitia somo la pili: tuanze mwaka na Bwana wa nyakati. Ndugu wapendwa, wako kuwa Mungu ni Bwana wa nyakati, tunapaswa kuanza mwaka na Bwana wa nyakati na kusafiri naye daima kwa mwaka mzima, kwani Mungu Bwana wa nyakati huongoza majira yote na mipango yote. Hivyo tunapoanza mwaka tutambue ya kuwa Mungu ni Bwana wa nyakati, sisi tulio hai mpaka dakika hii maana yake bwana wa nyakati ameruhusu tuwe hai na ndugu zetu waliotangulia kabla ya kuona mwaka huu maana yake bwana wa nyakati ameruhusu sisi tulio hai tumshukuru mungu bwana wa nyakati kwa kuridhia na kutupa nafasi ya kuona mwaka mwingine 2026 mungu bwana wa nyakati ametuacha kwani huenda hatujakamilisha majukumu yake Hivyo katika mwaka huu tuombe neema ya kuendelea kutekeleza majukumu yake. Tukianza mwaka na bwana wa nyakati, tutamaliza na Bwana wa nyakati pia. Bwana wa nyakati atakuwa nasi katika changamoto zetu, hata tukifa, bwana wa nyakati atakuwa pamoja nasi kwani tumeanza naye mwaka. Hivyo katika mwaka huu tusichoke kusali na kumwomba Mungu, kwani bwana wa nyakati, wakati utakapowadia, atajibu sala zetu kila siku katika maisha yetu tujikabidhi kwa Mungu Bwana wa nyakati kwa njia ya sala. Ndugu apendwa, somo la Injili linazungumzia kuzaliwa kwa Yesu, wazazi wake, mazingira na watu wa kwanza kwenda kumuona. Somo linathibitisha kwamba Yesu alizaliwa na Bikira Maria mama wa Mungu chini ya sheria, kwani walikuwa wameenda Betlehemu kujiandikisha, na watu wa kwanza kwenda kumwona ni watu wa kawaida waliodhalaulika na kusahaulika katika jamii, wafugaji hivyo leo tunapoanza mwaka tunamsherekea Bikira Maria mama wa Mungu ambaye ametuletea mkombozi. Ndugu wapendwa, katika sherehe hii ya Bikira Maria mama wa Mungu tutatafakari mafundisho mawili yafuatayo. Fundisho la kwanza ni uthibitisho kwamba mama Bikira Maria ni mama wa Mungu. Na fundisho la pili, tunapaswa kuishi kama mama Bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu. Fundisho la kwanza tunaanza kutafakari kupitia somo la injili ni uthibitisho kwamba mama Bikira Maria ni mama wa Mungu. Uthibitisho wa kwanza ni kutoka katika maandiko matakatifu. Uthibitisho wa kwanza kabisa ni kutoka katika manabii. Ndugu apendwa, Mungu mwenyewe alimwandaa Bikira Maria ili awe mama wa Mungu tangu Agano la Kale. Manabii walitabiri kwamba Yesu atazaliwa na Bikira Maria, kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 ya 14. Uthibitisho wa pili, Mungu alimkinga na dhambi ya asili Baadaye Mungu alimkinga mama bikira Maria na dhambi ya asili. Mtakatifu Silili anasema, ni nani ambaye anajenga nyumba nzuri halafu kabla ya kukaa anamruhusu adui yake akae? Maneno haya ya, ya Mtakatifu Silili yalimaanisha kwamba Mungu alimwandaa mama bikira Maria ili awe tabernakulo safi ya kumuhifadhi Yesu. Hivyo Mungu alimwandaa mama bikira Maria ili awe mama wa Mungu. Tatu, wakati ulipowadia Mungu alimtuma malaika Gabrieli, wakati ulipowadia Mungu alimtuma malaika Gabrieli kwenda kumpa habari ili awe mama wa Mungu. Malaika Gabrieli alianza kwa heshima kubwa kwa kumsalimia, Injili ya Luka sura ya kwanza 26 hadi 38. Mungu ndiye aliyempa heshima kubwa ya kumchagua Bikira Maria na kumkinga na dhambi ya asili. Hivyo kama Mungu alimpa heshima kubwa namna hii, je, sisi ni akina nani tusimheshimu mama Bikira Maria? Elizabeti alikiri Elizabeti alikiri kuwa bikira Maria ni mama wa Mungu, Njili ya Luka sura ya kwanza 43. Na alitamka maneno hayo baada ya kuamkiana na kujazwa Roho Mtakatifu, baadaye kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo la Elizabeti. Elizabeti alitambua kuwa bikira Maria siyo mtu wa kawaida, akasema: umebarikiwa kuliko wanawake wote na mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Kutoka wapi imenifikia heshima ya kutembelewa na mama au bwana wangu? Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 42 hadi ya 43. Elizabeth huenda alitembelewa na watu wengi, huenda alisalimiwa na watu wengi. Lakini kwa mama Bikira Maria aliona utofauti mkubwa kwani alikuwa amembeba Yesu mwana wa Mungu. Nasi tukimbeba Yesu mioyoni mwetu, watu watatuona, wataona utofauti. Bikira Maria alikiri. Bikira Maria baada ya kuchaguliwa kuwa mama wa Mungu na baada ya Elizabeth Bikira Maria ni mama wa Mungu, Bikira Maria alisema, tazama, tokea sasa vizazi vyote vitaniita mbarikiwa. Injili ya Luka sura ya kwanza aya 48 diyuti. Hivyo alimaanisha vizazi vyote ni lazima vimuheshimu. Hivyo kushindwa kumuheshimu ni kumkana mama Bikira Maria, mama wa Mungu na mama yetu. Ndugu wapendwa, uthibitisho wa pili kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu tunaopata katika mtaguso wa Efeso. Bikira Maria mama wa Mungu. Hili ni fundisho rasmi tangu mwaka 431 kutoka mtaguso wa Efeso, kwani wazushi walitokea na kupinga kwamba Bikira Maria sio mama wa Mungu. Hivyo mtaguso wa Efeso ulikaa na kutoa tamko kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Wakatoka na neno la Kiyunani Theotokos kumaanisha kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Bikila Maria ni mama wa Mungu kwa sababu Bikira Maria alimzaa Yesu, ambaye ni mwana wa Mungu, na Kristo mwenyewe ni Mungu, alikuwako kabla ya viumbe vyote, na mimba yake ilitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu katika Utatu. Na Injili ya Luka inathibitisha kwamba hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Injili ya Luka sura ya kwanza aya 35. Fundisho la pili nalolitafakari kupitia somo la injili au katika sherehe ya leo ya Bikira Maria, tuishi kama watoto wa Bikira Maria, mama wa Mungu na mama yetu. Kwanza kabisa tumuheshimu na kumsalimia. Mungu mwenyewe alimheshimu. Mungu alipomtuma malaika Gabrieli alianza kwa heshima kubwa kwa kumsalimu akisema salamu liyejaa neema bwana yunawe. Salamu yetu kwa mama Bikira Maria ni kusali Salamu Maria, Rozali na Litania. Sala ya Salamu Maria ni sala ambayo inaanza na maneno aliyotumia Mungu alipomtuma malaika Gabriel kumpasha habari Bikira Maria kuwa atakuwa mama wa Mungu. Na malaika akaingia kwake akasema, salamu uliyejaa neema, Bwana yunawe. Injili ya Luka sura ya kwanza ya 22. Sala salamu Maria ni sala inayomheshimu Bikira maria, Maria kwa kuwa amebarikiwa kuliko wanawake wote. Usiogope Maria, kwa kuwa umebarikiwa na Mungu. Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 30 kwa kuwa ameangalia unyonge wa mtumishi wake, tazama, toka sasa vizazi vitaniita mwenye heri. Injili ya Luka sura ya kwanza 48. Tunamheshimu bikira Maria kwani Mungu mwenyewe alimuheshimu pia. Tunamheshimu kwa sababu ni mama wa mkombozi na alishiriki kikamilifu katika ukombozi wetu. Sala ya salamu Maria ni sala inayoomba msaada wa maombezi ya bikira Maria, ni sala inayoonyesha upendo wetu sisi kwa bikira Maria wa kutuombea. Salamu Maria ni sala ambayo ipo katika wingi, hivyo inaombea wengine na kufanya kutokuwa ya kibinafsi au ya kichoyo. Ni sala inayoonyesha unyenyekevu, hasa kwa kujiita sisi ni wakosefu. Ni sala inayoomba kifo chema. Salamu Maria ni sala inayoonyesha utii, hasa kwa kumuheshimu Bikira Maria ambaye Mungu alimuheshimu kwanza, na pia tunaonyesha utii, hasa kwa maneno aliyoyatumia yeye mwenyewe Bikira Maria, tazama toka sasa vizazi vyote vitaniita mwenye heri, njili ya Luka sura ya kwanza ya 48. Salamu Maria ni sala inayomshukuru Bikira Maria kwa kukubali mpango wa Mungu wa ukombozi na kutuletea mkombozi na pia kushiriki kwake kikamilifu katika ukombozi wetu. Salamu Maria ni sala inayoomba neema na baraka. Ni sala inayoomba msamaha kwa Mungu kwa kupitia maombezi ya Bikira Maria. Tujiulize, je, huwa tunamheshimu mama Bikira Maria walao kwa kusali Salamu Maria au rosari takatifu? Tujiulize, je, walao kila siku au kwa wiki au kwa mwezi tunakumbuka kusali Salamu Maria au rosari takatifu? Ndugu wapendwa, pili, tunapaswa tuige tabia zake, kwani yeye ni mama yetu. Ndugu wapendwa, tunapoanza mwaka tunapaswa kuishi kama watoto wa Bikira Maria, mama wa Mungu na mama yetu. Bikira Maria ni mama yetu, hivyo tunapaswa kuiga tabia zake. Tunapaswa kufanana naye kwa tabia. Kwanza kabisa katika sala, mama Bikira Maria mama wa Mungu alikuwa ni mtu wa sala daima, alipenda sala. Kila mmoja ajiulize, je, unapenda sala? Kama haupendi sala, unapoteza sifa ya kuwa Bikira Maria ni mama yako. Pili, Bikira Maria alikuwa na moyo wa shukrani. Mama Bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu, alikuwa na moyo wa shukrani Mwenyezi Mungu alivyomtendea makuu kumchagua kuwa mama wa Mungu. Alimshukuru Mungu kwa wimbo wa shukrani. Nasi tumechaguliwa kuvuka mwaka. Je, tumejawa na mioyo ya shukrani? Mwenyezi Mungu ametutendea makuu, ametujalia neema na baraka nyingi katika mwaka uliopita. Je, tumekuwa watu wa shukrani? Tatu, Bikira Maria alikuwa na moyo wa upendo. Mama Bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu, alikuwa na upendo. Ndio maana alienda kumtembelea Elizabeth. Nasi tunapaswa kuwa na moyo wa upendo kuwatembelea watu wengine wenye shida mbalimbali. Daima tusalimiane na tutembeleane. Kama hatuna upendo tunapoteza sifa. Kwa Bikira Maria ni mama yetu. Mama Bikira Maria alikuwa na uwezo wa kuona shida mapema. Mama Bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu, alikuwa na uwezo wa kuona shida mapema na na kuitatua. Katika harusi ya Kana alitambua ya Kana kwamba divai imeisha na alienda kumshirikisha mwanaye nasi tunapoona shida za watu wengine tuzitafutie ufumbuzi, tusifumbie macho shida za watu wengine. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuache kufumbia macho shida za watu wengine. Tano, Bikira Maria alikuwa na uwezo wa kuficha aibu. Mama Bikira Maria, mama wa Mungu na mama yetu, kwa kitendo cha kutatua ile shida katika harusi ya Kana alificha aibu ambayo ilikuwa inatokea, watu wangemcheka bwana harusi kwamba hakujiandaa vizuri. Nasi tujifunze kufichana aibu kama katika mwaka uliopita tulianika makosa ya watu wengine, mwaka huu tusianike maovu ya watu wengine ili tusiaibike. Daima tumkimbilie mama Bikira Maria, tumwalike mama Bikira Maria katika mioyo yetu, katika familia zetu, kama ambavyo Bikira Maria alialikwa katika harusi ya Kana alienda. Kwa hiyo tukimwalika mama Bikira Maria daima atakuwa pamoja na sisi. Sita, Bikira Maria alikuwa ni chanzo cha furaha. Mama Bikira Maria daima alikuwa chanzo cha furaha kwa kwenda kumtembelea Elizabeti na kushiriki harusi ya Kana na kusaidia katika kuitatua ile changamoto. Nasi tunapowatembelea wengine na kuwasaidia katika kutatua changamoto zao tunakuwa chanzo cha furaha. Hivyo tujitahidi mwaka huu kuwa chanzo cha furaha kwa watu wengine. Saba. Bikira Maria alikuwa na imani thabiti kwa Mungu. Bikira Maria, mama wa Mungu na mama yetu, alikuwa na imani thabiti kwa Mungu ndio maana alikuwa ni mtu wa sala mtiifu na mnyenyekevu kwa Mungu. Hivyo tunapaswa kujiuliza, je, nimekuwa na imani thabiti kwa Mungu? Kama mwaka uliopita ulikosa imani thabiti kwa Mungu, mwaka huu unapaswa kuwa na imani thabiti kwa Mungu. Kama huna imani thabiti, napoteza sifa ya kuwa Bikira Maria ni mama yako, kwani yeye alikuwa na imani thabiti. Nani Bikira Maria alikuwa na fadhila ya utii, unyenyekevu na uvumilivu Bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu, yeye alikuwa na fadhila ya utii, unyenyekevu na uvumilivu. Daima alimtii Mungu na mme wake, alivumilia mateso yote, daima alikuwa mnyenyekevu kwa Mungu na mme wake. Nasi daima tunapaswa kuwa watiifu, wanyenyekevu na wavumilivu. Kama mwaka uliopita ulikosa fadhila hizo, mwaka huu unapaswa kuanza mwaka na mama Bikira Maria na kuiga fadhila zake. Hiyo ndugu zangu wapendwa, katika mwaka huu tuishi kama watoto wa mama Bikira Maria kwa sababu yeye ni mama yetu. Sote tunapaswa kutii maagizo ya mama yetu, kutubu na kusali rozali. Tusipotii maagizo yake, tunapoteza sifa ya kuitwa watoto wake. Mtoto daima anapaswa kuwa mtii kwa mama yake. Sisi daima tunapaswa kuwa watii kwa Bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu. Watoto wa Maria ni wazima, waachane na majivuno, wivu, kichuki, ubinafsi, uchoyo, ulafi, ulevi, kiburi, uzinzi, washerati. Mama bikira Maria mama wa Mungu na mama yetu hakuwa na tabia hizo, bali tunapaswa kuiga tabia njema za mama yetu. Mtoto anapaswa kufanana na wazazi wake. Kwa kuwa Bikira Maria ni mama yetu, tunapaswa kufanana naye kitabia. Hivyo tunapoanza mwaka, tumwombe Bikira Maria atuombee neema ya kuishi kama watoto wake. Tumwombe mama Bikira Maria atuombee daima kwa mwaka mzima 2026. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele amina! Aliyowatia tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu, katika Bwana anawatakia heri ya mwaka mpya 2026. Bwana awabariki. Bikira Maria mama wa Mungu, utuombee.